Mpaka sasa sasahivi wananchi walio wengi ni wakulima, tena ni wakulima ambao wanalima kwa jembe la mkono. Lakini kwa wananzega na bahati moja kama tutaiita bahati au ni bahati mbaya, swala so, hili la kilimo ninyi mmepewa mbunge wenu akawa ndio waziri wa kilimo na nimepita huko nilikopita, na Nzega naijua vizuri. Sasa ndugu zangu, niwaambie wana Nzega na Watanzania wote, kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu, kwa sababu Watanzania wengi ni wakulima, na Nzega ndiyo waziri wa kilimo anapotoka. Sasa hebu tuangalie yale ambayo anayafanya huyo mtu anayeitwa waziri wa kilimo anayetokea Nzega mliempa kura ninyi wenyewe ili awatumikie. Wanahubiri habari ya mabwawa ya, ya umwagiliaji, wanatuambia kwamba kilimo kimeongezeka, wanatutajia asilimia kila wakati, wanasema hakuna tatizo katika upande huo. Sasa wana Nzega, mniambie, mna mabwawa mangapi ya wananchi ya serikali ambayo ni ya umwagiliaji? Nani anayejua atusaidie, anayejua mabwawa yaliyoletwa hapa na Chama cha Mapinduzi na waziri wa kilimo yuko hapa, mtuambie yako mangapi? Hakuna hata moja, au yapo? ile nililo lipita hapo natoka Tabora ni la nani lile, ni la serikali au ni la mtu binafsi? Hakuna hata moja wa kuzungumzia. Sasa niwaambie hivi, CCM imekaa madarakani miaka mingi na imefanya kazi kubwa ya kuwadanganya. Na ninyi huu kimya ambao nawauliza maswali mnaogopa kujibu, najua ni kwa sababu mnatishwa, lakini ukweli mngeweza kuuzungumza. Na kwamba kama swala ni kilimo na kilimo wanachokizungumza ni cha umwagiliaji ambacho hakipo, Nzega isingekuwa kavu namna hii, kwa sababu angalau wanasema kama ni jambo jema inabidi lianzie nyumbani. Sasa hapa mna waziri wa kilimo ambaye sasa hivi nafikiri ni mgombea pekee. Kuna mgombea mwingine wa chama cha upinzani hapa? Kuna mgombea yote wa chama cha upinzani mnafikiri, kwa nini hawapo? Ni kwamba pesa zenu za walipakodi wa Tanzania zimetumika kuhakikisha kwamba mgombea hapa anabaki kuwa ni wa CCM peke yake. Pesa ambazo ni kodi zenu zimetumika. Mmeambiwa na wenzangu hapa kwamba misafara ya CCM ina magari labda mia mbili. Wamechangisha pesa nyingi mabasi kama yote na hapa mkishafika, mnaendelea kuahidiwa tena. CCM imekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka sitini na hao hao kila siku wanakuja kuwaahidi kitu kingine. Wameshindwa nini kukifanya wakiwa na pesa zote walizonazo? Wameshindwa nini kufanya yale wanayowaahidi kuyafanya sasa hivi, wakati tayari pesa wanazo? Pesa tunaziona kwenye mikutano yao. Mikutano yao sasa hivi utakuta imejaa sana watu kutoka sehemu mbalimbali, na posho wamepewa, halafu wanawaomba tena kura. Mwape wapotee Alafu akirudi wa warudi na mabasi mengi kabisa na mahelikopta na kila kitu. Wakati huo huo nini, mnapata matatizo hamwezi kufanya kilimo chenu vizuri, kwa sababu hakuna maji na waziri wa kilimo anatoka hapa hapa. Nimesikia kuna kata ya Mbogwe kule, watu wanalalamika, wamenyang'anywa ardhi yao ili mradi utengenezwe kule. Mimi nawaambia hivi, hebu amkeni kwanza ili tuwashughulikie hawa, kwa sababu sasa hivi wako bize kuwadanganyeni tu ili mwape kura huko. Mboge kuna matatizo, watu wananyang'anywa ardhi yao, hawalipi hata fidia, wanaambiwa sio, kuna mradi wa serikali. Wengine wanadiriki mpaka kusema huo mradi sio wa serikali, ni wao, wanarushwa fulani na mafisadi walioko ndani ya serikali. Tusingetegemea Nzega kuwa kamekame namna hii na waziri wa kilimo anatoka hapa na pesa zote anapewa. Mnachowaomba Wananzega, pamoja na kwamba hapa kuna mgombea mmoja Nendeni mkapige kura ya hapana, siku ikifika mumkatae huyu mbunge aliyepo kwa sababu yuko bize kuwadanganya, hawaletei yale mnayoyataka. Yuko bize kuweka mabango. Na juzi nimemsikia hapa anazungumza habari ya kuanzisha mkoa wa Nzega. Anamwambia rais, usinijibu hapa hapa, ndugu mgombea, usinijibu hapa hapa. Subiri, subiri kidogo utaniambia tu, lakini tunaomba mkoa wa Nzega, tunaomba Nzega iwe mkoa, sijui Ndala wapi kule iwe wilaya aongeze sasa, anaomba wilaya huko, hospitali kapeleka hizo dawa, kapeleka hizo dawa huko, shuleni kapeleka hao walimu. Sisi kafu tunasema hivi, mkoa wa Nzega kuanzishwa sio lazima, isipokuwa kafu moja ya sera yetu. Sasa naanza kuingia kwenye sera zetu sisi, tutaajiri Watanzania wote wenye sifa na watakwenda kufanya kazi kwenye kata, huduma zote mnazozijua za jamii zitatolewa kwenye kata na sio wilayani. Kwa hiyo huko Ndala, kama kuna kata mtakutana na huduma zote huko. Hatuhitaji kuongeza watu haraka haraka, leo hapa tununue mabieti matatu ya wakuu wa wilaya watatu na mkuu wa mkoa na nani, wakati zile pesa zingeweza kwenda kujenga madarasa na kuweza kuhudumia watu ambao wanaohitaji na mbunge mgombea kabisa anasimama kuomba mkoa badala ya kuomba hospitali iwe nzuri na madawa yajae kwenye hospitali na watu wasome bure, yeye anaomba kuongeza maeneo ya utawala, wanataka kuongezea wapate chakula, waweze kuendeleza ufisadi wao walionao. Kafi inasema hivi, wafanya kazi wote nao mnaojua ninyi wa serikali watapelekwa kwenye kata kwa ajira ambazo sisi tutazitoa. Sisi hatutatoa ajira elfu kumi na saba za kwamba madaktari sina watabibu elfu tano na walimu elfu saba hapana sisi tutatoa ajira kwa watanzania wote ambao wanazo sifa kwa sababu tunajua upungufu wa wafanyakazi katika nchi hii ni mkubwa mno mna shule za sekondari za kata mna shule za msingi mna hospitali zipo hapa na zahanati mbalimbali lakini zote hazina watumishi wa kutosha sasa badala ya kuhakikisha kwamba wanaajiriwa watumishi wa kutosha, madawa yananunuliwa ya kutosha, vinajengwa viwanda vya kutengeneza madawa wenyewe, wanaomba uje mkoa ili waendelee kutumia pesa bila kuhudumia watu. Kataeni wananzega na watanzania wote kataeni unyanyasaji huu ambao unakuja kupitia chama cha mapinduzi. Mnayo nguvu ambayo mmepewa na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya kuikataa CCM nayo, hiyo nguvu ikataeni CCM bila uoga. Mmeonewa vya kutosha, mmeibiwa vya kutosha, mmeombwa rushwa vya kutosha. Leo hii nani hapa anaweza kunyosha mkono akasema kwamba hajawahi kukutana na kuombwa rushwa katika na wafanyakazi wa serikali ya chama cha mapinduzi? Nani hapa ambaye hajawahi kuombwa amba rushwa? Wote ninyi hapa mnajua kwamba mmeshawahi kuombwa rushwa, mpaka inafika mbali. Nashangaa hata TAKUKURU ipo inafanya kazi gani.